Ndugu zangu Waislamu, inabidi tuendelee na hotuba yetu japo umeme umesumbua. Uh, kama nilivyoongea hapo mwanzoni, mwanzo wa hotuba yangu ndugu zangu Waislamu, ni kwamba masala ya, ya uchaguzi, masala ya uchaguzi si masala ya kubeza kwa Waislamu, si mambo ya kudharau kwa Waislamu. Napenda niwaambieni kitu kimoja, katika historia ya dini yetu ya Kiislamu Uislamu umeumizwa ume, ume na uchaguzi. Waislamu mpaka leo tuko hapa, ni matokeo mabaya ya uchaguzi. Sisi waislamu ni wahanga wa uchaguzi. Kwa hiyo inapofikia mahala kuna migogoro ya uchaguzi, waislamu tunatakiwa tuwe makini sana, tuwe makini sana, ndugu zangu waislamu, wakati ametawafu ame Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuli, kuli, kulitokea, kulitokea baadhi ya Waislamu walikwenda kwenye ukumbi wa Sakifa Bani Saada kwenda kufanya uchaguzi, siku chache sana, inawezekana ndani ya siku moja au siku mbili tu, kabla y Mtume Muhammad hajaoshwa wala hajaswaliwa. Ni, ni, ni, ni, ni mkutano huo uliofanyika Sakifa Bani Saada ndiyo uliomteua Sayyiduna Abu Bakari kuwa kiongozi wa Waislamu, lakini ule mkutano yaliingia makundi mawili naweza nikasema vilingia vyama viwili, waliingia Maanswar na, Wali na Muhajirini, walilumbana sana ndani ya mkutano ule, lakini mwisho wa siku alioamua ule ule- ule mvutano minna amiru wa minkum amir la al amir minna la al amir minkum ilikuwa ni mvutano. Aliamua ule ugomvi kwisha alikuwa ni Sayyiduna Umar ibn al Khattab kitu ambacho baadhi ya wachunguzi wa, wa mambo wanasema haikuwa haki, kwa sababu Sayyiduna Abu Sayyiduna Umar alikuwa upande wa Muhajirin, hakufaa kuwa mwamuzi wa, wa, wa, wa, wa ule uchaguzi wa kumteua Sayyiduna Sayyiduna Abubakar. Lakini kitu kingine ni kwamba ule uchaguzi ulikwenda kwa haraka sana ulikwenda kwa haraka sana na kulikuwa kuna sababu ya, ya Waislamu kuto kushughulika na masuala ya kumzika Mtume Muhammad sa salama na, na, na kumuosha na kumzika na kila kitu, wakimbilie wakimbilie mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo ule uchaguzi ulikwenda haraka sana, ndio maana kuna msomi mmoja anasema Eh, baada ya kauli kwamba ule uchaguzi wa kumchagua Abubakar siku ile ya, ya, ya mkutano wa Sakifa Bani Sada ni kitu kilikwenda kili kwa haraka sana. Mwenyezi Mungu atukinge Waislamu na shari ile, atakairudia jambo hilo auliwe. Uchaguzi sio kitu cha kufanya mchezo, ndugu zangu. ni haya kilichotokea ni nini? Kwa sababu uchaguzi ule yalikwenda makundi mawili ya Muhajirina wal Ansar wakati wametoka kwenye ule uchaguzi, manswar waliopinga ule uchaguzi. Tazama mambo haya, manswar waliopinga ule uchaguzi wa kuteuliwa Sayyidna Abubakar kwa nini kwa, kwa kiongozi wa Waislamu? Nini kilichotokea? Kilitokea, kilitokea mauaji. Ni kwamba muhajirin, kwa sababu wenzao wamekataa ule uchaguzi, kilichotokea ni ilitoka oda ya kuwaua Ndiyo, mauaji makubwa yalifanyika siku chache baada ya kutawafu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumbe tunajifunza kitu gani? chaguzi zinapokuwa hazina haki, chaguzi zinapokuwa hazina uadilifu, kinachotokea uchaguzi huo ukienda haraka. Kwa sababu mfano leo unasikia watu wanalamika, uchaguzi, chaguzi zetu haziendi kwa huru na haki, mtu ambaye ndo anayegombea huyo anayetangaza matokeo ya uchaguzi huyo huyo ndio ana, ana, ana anachauliwa na huyo anayegombea. Huo uwanja unaokwenda kufanyia huo uchaguzi ni uwanja huyo huyo anayegombea. Hawa wanaotoa matokeo ya uchaguzi ni hao hao watu wake. Watu wanasema hatuwezi kukaridhia uchaguzi kama huu, hatuwezi kukaridhia uchaguzi kama huu. Lakini uchaguzi wa namna hii unapoleta shida, nini kinachotokea? Kinachotokea ni mauaji, kwa sababu watu watapinga haya matokeo ya uchaguzi na kitavyotokea watu wapinge haya matokeo ya uchaguzi, kwamba uchaguzi haukuwa huru na uchaguzi ulikuwa si wa haki. Kinachotokea ndugu zangu Waislamu, ni watu kwenda kuuliwa. Sasa mtaacha kuzungumza masala ya uchaguzi, mtaanza kuzungumza mauaji, lakini source ilikuwa ni uchaguzi, kama vile walipouliwa Manswara wa Madina, walivyouliwa na jeshi ambalo lilitengenezwa na Sayyiduna na Abubakar na Umar, walivyouliwa sosi wale watu kulio wa Madina mpaka vitabu vya historia vitau haukuwa salama uchaguzi. Na kwa hiyo ndugu zambuni, uchaguzi wote unapokuwa unaendesha si kwa haki na si kwa uadilifu, kinachotokea hapo, kinacho tokea hapo si hali nzuri nzuriao, mtu ambaye anaeshinda kwenye mazingira hayo, wataalamu wanasema ni sawa na mtu wa uji wa moto na huo uji wa moto utakudhuru, utakudhuru tu. Hata kama utatafuta, hata kama utatafuta maji ya kunywa, mtu akuletee maji ya kunywa, unywe, lakini mwisho wa siku huo uji utakuletea madhara katika koo lako, utakuletea utakudhuru tu. Na kama sio hapa duniani, hata akhera, huo uji utakudhuru, hayo majeraha yatakudhuru hayo.